People, my name is Latifa. Kutoka Kongo, tarafa ni Fizi, mgeni wa Nyange. Hii ni ni ni Blogo TV. Like, comment, share. Ili waanze kupata habari mbalimbali ya ya mabig fansi wa mziki wa Kongo, tarafa ni Fizi. E, kwa jina inaitwa Dogo Boss Latishi, ni artiste kutoka Sebele. Ya nikizani hapa juzi juzi niliposti na na nilikuwa na comment nyingi sana nilisoma. Ki, hautaweza kitu, utafaa nini? Lakini mimi niliposti ase basani bote be balipita kukonkuru bale bebalikamata tunzo naj kulitoka basani batatu. Bo kulitoka msani umwa wa kike ukatoka ungine umwa wa kiume mwana likamata ipapiste bora, na mwingine akakamata bwana ni biste bora wa kiume pia. Ya niliposti kama bebalikamata tunzo nitabapatia ofa ya video, yani kila msani nitampatia ofa ya video kwa bure, mimi kama artiste wa sebele

Mi najua mziki wa seviri tulitosha wapi na mpaka leo tuko wapi. Merci.